Tumerudi baada ya mapumziko uh, mafupi na tukiwa tunaendelea na jahazi la viwanjani eh, tukiwa tunakwenda kuangalia sasa zile zilizobamba katika mitandao ya kijamii. Lakini kuambie tu eh, Dickson Majaliwa tumeungana naye eh, katika muda huu lakini kiungai, yeye tunaendelea kuwa naye mpaka mwisho wa safari ya viwanjani kwa siku ya leo. Ali Bakari karibu sana, ili tuweze kupata eh, zile zilizobamba katika mitandao ya kijamii, mitandao ya kijamii ni sehemu ya pati ambayo eh, maisha ya bwanadamu kwa sasa yamekuwa na furaha, mwingine huzuni, lakini ndio taarifa zinapatikana kule, ili eh, kuiona siku inakwendaje. eh, karibu sana Maalim, asante sana ulama, Idi Salim Kidedea ndio. Nashukuru, narudia tena kwamba Viwanjani imekupenda ime kwelikweli eh, eh. na maana Wiki mbili, so, uh, wiki mbili sasa. Wiki ya pili. So. Eh, wiki ya pili sasa. Umeona eh, umeona mufti? Eh? Umeona ujio like eh, wa mufti oh. lakini. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> eh, ndo uzuri wa Viwanjani. Yaani ah. ukiwa Viwanjani unapendeza bwana. Eh, nimebadilika kidogo eh? Mufti umekuwa wengine. Mimi nikikusahau nikukaribia. Eh, kidogo ongeza ufanisi wa kuona kwa hivyo sio mbaya mambo yetu na mimi ikabidi ni lakini Ali Bakari kule kwenye mitandao ya kijamii wake kila siku, kule moto unawaka eh ya kabisa. Salim Kidedea, nafahamu ya kwamba ligi zimemalizika, FIFA Club World Cup mm, inaendelea mm, lakini mitandao ya kijamii haiwezi kufana, huko ndoko ambako sasa hivi kutawaka moto zaidi baadaye hapo. Bila shaka tutaanza na tetesi za usajili, lakini Ndi, kwa sasa tuone kitu gani ambacho kinashika kasi huko. Yes, huyu hapa ni rais wa Yanga Hersi Said, ambaye ameamua kupiga picha akiwa na makombe ama mataji yote, tuseme mataji yote ambayo wame yanyakuwa msimu huu. Umeanza hapa na Toyota Cup, ambayo walichukua <laughs> Afrika Kusini, alafu hii ngao ya jamii yeah, mapema kabisa mwa msimu. Ile ni kombe la muungano walichukua kule Gombani Pemba, wakaja NBC Premier League uh, ambayo wameichukua Benjamin Mkapa pale, baada ya mechi na Watani, alafu ni CRDB Bank Federation Cup ambayo kaichukua Zanzibar kule, dhidi ya Singida Black Stars, alafu maeneo tofauti tofauti Afrika ya Kusini yeah. Eh, Gombani Pemba yeah. Eh, hii hapa yes, hii hapa ni Benjamin Mkapa hii Gombani Pemba, hii hapa Benjamin Mkapa, afu hii hapa New Aman Complex. Hivyo ni viwanja ambavyo Yanga walikuwa kwenye utafutaji yeah of course yeah. Yeah. na walikuwa wanaenda maeneo tofauti tu, bora picha inapendeza. Hii ulikuwa na Steve Kulialia wewe yeah. anasema upo ghorofa ya 10 rais hapo yeah. Posta, Steve Kulialia yumo kai eh Kulialia kandikaje anasema upo ameandika <laughs> ghorofa <someka> kuna. <laughs> kuna <kua> <laughs> eh. <laughs> ghorofa, lakini ni e, ghorofa lakini bila shaka alidhamiria kuandika ghorofa. Ndio maana nikaa na mashaka. Una mashaka na mwandiko sio? alafu huyu ni mchome mapovu anasema, anasema rais wa makombe, sema nini, presidenti mwakani tena insha Allah bwana, mara nyingi anakuwaga na jezi ya Simba, jezi ya Simba... ah, lakini mara nyingi anakuwa katika event za huyu jamaa eh, hata juzi alikuwepo. alikuwepo. Eh, pale makao makuu alikuwepo, ni shabiki wa opposite. Sasa hilo sasa eh tumwachie yeye mwenyewe. Mara nyingi anakuwa na jezi za Simba hata ya. Juzi alikuwa hivyo yeah. na jezi za Simba katika eh. event ya, ya yeah, ya ya Yanga. Huyu mwana michezo wanamichezo wanamichezo, eh napenda makombe au au ile asili yake. Basi basi, huyo ni Abdulhamid Maalim ameandika hapo, anasema alhamdulillah, assistant coach eh, alafu huyo Omidimpozi, mm. Huyo ah, yeah. Ni msanii ya Omidimpozi, akasema yeah. Nachukua fomu Kigamboni. <laughs> Huyu anasema nachukua fomu yani Kigamboni, ni shabiki wa Simba yeah, lakini ni rafiki wa watu wa kabisa huyo. Michezo bana ni, ni furaha mm, upendo, undugu yes, yes, hey, yes. Kabisa, mali. Yes, sasa tukapita yeah, kwenye ukurasa wa <clears throat> bodi ya ligi ama ligi kuu wenyewe wanajiita uh, hivyo, katika kurasa za mitandao ya kijamii hasa Instagram kule, wenyewe wameweka posti uh, ama picha tofauti tofauti Uh, na wakauliza anasema nani mkali linapokuja swala la kutandika reli uh, kwenye ligi kuu kwa maana ya NBC Premier League. Kutandika reli hiyo sasa inawahusu mabeki bila shaka eh? Mm, yes, um, sasa zipo picha tofauti tofauti, lakini hii ndio picha ya mbele, unaweza kaitazama huyo ni Shomari Kapombe huyo, mm. Uh, amewini mpira ule pale unaonekana kabisa, na hapa kome zuzwa akionekana anaruka hiyo reli, kwa maanake hapa Shomari amefanikiwa, sio mm? Uh, amefanikiwa hapa Wapo wengine waliomwandika coprobaka, uh, kwa sababu hizo picha zinaendelea, kuna picha slaidi tofauti uh, mtu akitembelea katika ukurasa wao huko atakuta. Lakini sasa hivi ni nyakati za uh, playoff ama mechi zile za mtoano, tunasema hivyo uh, kumtafuta nani uh, atakuja kuongeza timu ya mwisho sasa. Eh, tushapata timu tatu si ndiyo? Uh, kuna zile mbili ambazo zilipanda moja kwa moja Mbeya City na Mtibwa Sugar, alafu uh, kutoka championship alafu Tanzania Prisons yenyewe imebaki sasa. Fountain Safari bado inaendelea, anatakiwa kucheza na ha, wana playoff, watazik, <laughs> ha, <laughs> <laughs> sasa hawa <laughs> sasa ni maafisa ambao wamepangwa kuchezesha hizo play off zote mbili kwa maana ya first leg kwa na, Shinyanga. E, Shinyanga na kwa raha Babati, kwa hivyo naweza kaona majina yao, mchezo wa kwanza tarehe nne mwezi Julai huu <laughs> Uh, uh, mechi kamishna alife huyo Mwasange kutoka mm -hmm. Tabora refari ni tatu Malogo kutoka Tanga, uh, msaidizi uh, namba moja, mshika kibendela msaidizi namba moja Hamdani Saidi kutoka Mtwara na zawadi Yusuf namba mbili, na wengine wao. huyo uh, ni me mechi ya kwanza hiyo, eh hiyo mechi ya kwanza inapigwa tarehe nne nne, hiyo tarehe nne, yu, tare, nne. Uh -huh. mechi ya pili uh -huh. ni tarehe nane ambapo refa atakuwa ni ramadhani kayoko kutoka dar es salaam mm -hmm. eh, mechi kamishina ni abedi mziba huyu hapa mm -hmm. kutoka dar es salaam pia naye mwenyewe frenki komba nafahamu frenki komba yes eh yeah. atakuwepo assistant number 1 lakini assistant number 2 ana glory tesha kutoka dar es salaam eh, ahmed arajiga ndugu yetu fourth official wa pale pale eh chef bana mbona hii mechi miamba sana kwa sababu hiyo ndio inaamua miamba anaendelea championship nani? eh. eh, eh. Mechi na anakwenda ligi unaweza ukapigwa itakuwa ni, lakini, ni m... M... mtu anaweza, kuna dalili ya kupigwa mtu tano au tatu. Swali zuri, lakini mechi yenyewe kwanza, ni Stand United sio timu ya kubeza, wako vizuri, kwa hivyo Fountain Gate wajipange wajipanga wanaweza wao wakaenda kuchukua nafasi ya historia ina mbeba Fountain Gate kwa uh -huh. timu ambazo zinatoka ligi kuu kwenda kupambana na timu ambazo zinatoka championship uh -huh. Tumeshuhudia matukio machache sana kwa timu ambazo zinatoka championship kudhibiti Aya, au kuzifunga au mm. kuzitoa timu ambazo zinatoka ligi kuu mm. Tuna mifano michache sana. Jana alikuwa tunazungumza mfano wa mashujaa mtoa Mbeya City mm. mm. mm. mm. na nawe ukaja mfano ambao na EF na na mm. na yes. Hakuna mfano mwingine wowote mm. baada ya hiyo mifano. Kwa hiyo unatazama mifano mingi kwa upande wa timu za ligi kuu ndizo mm. ambazo zimekuwa zikifanikiwa kuzitoa timu kutoka championship. Kwa hiyo mi bado naenda na Fountain Gate, licha ya kuwa na msimu mbaya mm. licha ya kuwa na rekodi mbaya licha kuwa ni timu ambayo kama imepoteza matumaini kwa mashabiki mm. na hata kwa upande sisi tunaotazama. Wamepoteza matumaini. <laughs> <laughs> Lakini kikubwa cha kuzingatia pia mm. uh, ni kwamba uh, Stand United sio mgeni kwenye kwenye kwenye ligi um, kuu yeah, tuseme. Mm. Mm. Kwa hivyo wanaenda kukutana watu ambao tayari wana ila ana misimu kadhaa yuko changini. Yes of course. Yeah. Eh. Lakini ana uzoefu pia wa kupambana. Kwa hiyo anajua mm. umuhimu wa hii mechi na ndio maana oh. nasema anaweza mm. akajitahidi aimalize mechi nyumbani kwake. Okay. Yeah. Aya. Sawa so, wachambuzi hao wakitia maneno hapo katika hizo mechi, na uzuri ni kwamba uh, Azam Sports One HD ndio itakupa burudani yote bana mm, picha inajieleza bomba. Kashika kitofa hicho kutoka kwa meneja habari na mawasiliano wa Young Africans, Ally Kamwe, anasema, wanayanga wenzangu, tutembee tembeeni wawili wawili. Maana yake sijui usalama kidogo mtaani <laughs> ni mdogo z hali ya usalama inaweza ikaharibika kwa mazingira ya picha, lakini watembea wawili wawili ili waweze kusaidiana panapotokea machafuko. Afu ipo juu ya ghorofa huo, ama sio? Kuna majengo naona. Yes, kabisa kabisa. Eh, tumeziondoa tu comments hapo <laughs> lakini kuna eh, <laughs> watu walikuwa wanatajwa hapo. Eh. Sasa sisi hatutaki kuingia mgogoro na watu. Eh, kabisa. Wengine, <laughs> yes, tutoke hapa. Hayo ni watu wa Yanga, wacha waendelee kutamba. Twende katika posti nyingine na kwenye tuone eh, kuna nini uh, katika Zilizobamba mitandaoni. No. Uh, no. Huyu hapa meneja habari na mawasiliano wa Young Africans. Eh, wa Simba Sports kumradhi. Huyu ni Ahmed Ally. Ahmed Ally. Ally, yes, amepoa kidogo lakini sio kabisa. Kidogo yeah. Amepoa. Eh, <coughs> lakini sio kabisa mm, eh, kwa hivyo tumebahatika kuona posti anasema mwana Simba hakuna kupoteza power. Eh. Ah, kwa wale ambao bila shaka wanafatilia fatilia muziki, mwanzo nilikuwa napata shida kuelewa power ni vitu gani, maana wengine tumekuwa nyuma kidogo na mambo ya muziki, lakini aye, baada ya kuwauliza watu mm, eh, power hii imepata eh, nguvu baada ya msanii Mboso ambaye alitumbuiza pale juzi katika paredi la Yanga. Eh, nafikiri ana wimbo unaitwa pawa, sio? yeah, mlikwa mlikuwa mnamsikiliza nyimbo. Kwa hivyo, bwana pawa ni neno la kawaida, lakini limepata <laughs> nguvu zaidi eh, kutokana na huyo msanii kutoa huo wimbo. Inamaanisha ni hiyo nguvu, ni hiyo kama yeah, yeah, ni... Kiswahili tu. Nguvu. Tu. Tu, nguvu lakini ni hiyo hiyo nguvu yeah. Yeah. Ah, sasa alikuwa anahitaji pawa kwenye mambo mengine, pawa kwenye mambo tena mengine, nimekula <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> so, lakini eh, Cox Dawa anasemaje? Jana walikuja bana, wakakutana na mkausho eh, mikausho mikali. Uh, bila shaka anamaanisha ya kwamba uh, ile parade la Yanga pale silikatiza eh, ile <laughs> kuna mengi yalifanyika pale eh. Miongoni mwa mambo ambayo yalifanyika pale uliweka ule wimbo wa, wa, wa, wa Ali Kiba unamjua mnyama eh, unamjua Simba. Hmm. Eh. Ule, eh. ulichezwa, ulichezwa sana na miongoni mwa watu ambao walicheza zaidi eh, ni Ally Kamwe na rais wa Young Africans Hersey Said walicheza kweli. Uh, kwangu mimi ilinivutia kwa maana ya kwamba mm. -hmm. E, ni kama ile mazingira ya utani yani, yes, kwamba ni utani mm. -hmm. Mimi kwa maoni yangu mimi kwa maoni yangu natamani siku moja uh, e, kama ni si, kama ni Yanga wala si wao anakunywa supu, nikitamani siku moja ni muone Ahmed Ally awe kwenye supu, alafu Simba wakichukua kwa mfano kombe eh, wakiandaa event yao basi Ally Kamwe na yeye hawepo hapo eh. Mimi natamani nione hiyo katika ku, Zuhu, kuim, yes, kuimarisha mm. ule utani wa jadi na ndivyo, yani utani ndio maana utani, utani wajani, mi natamani nione event ya mtani, kama supu na chapati mbili taninaeta sita hizo nauondoke nazo, yes, turudi katika zile zama za ule utani ambao mababu e, zetu, so wanakuletea chakula e, sia vitu gani zamani, naksema Alibakari, leo pole na chakula, una vitu vingine ila pole sasa hivi Eh, mimi binafsi mimi, mimi natamani natamani kuona hicho kitu. Tumalizie ya mwisho kama ipo hapo, yes, ya mwisho kabisa. Sasa hii picha inajieleza vizuri kabisa, huyu uh, ni kocha Omar. David, wa Singida Black, yes, David Omar, mm -hmm. Black Stars, lakini huyu Pakome, angalia uh, macho bila shaka yanamtazama Pakome anachokifanya, lakini ubwana, mikono kashika mikononi na kushangaa sana eh, mikono eh, miko kaiweka kiunoni tunasema, mm. si ndio, ana anashangaa. Umeelewa vizuri, umeelewa vizuri sana hayo. Ah, umenipata sasa. Ona, unaelewa na chochote. Kwa hiyo picha, kuna mtu kasimama kule, kocha wa David. Yale maneno anasema kwamba picha inaongea maneno elfu moja, ndio Hmm. <laughs> Bwana nakuchekesha hii picha. <laughs> <laughs> Soma hiyo comment, hiyo comment ya kwanza, ehe <laughs> anasema kocha anashangaa wachezaji wa La Liga wanacheza mbi. Unajua hizo picha ukitazama hizo picha kuna slide zinaendelea hizo hmm. picha, kwa hivyo kuna matuki <laughs> kuna picha nyingine ipo mule mpaka kocha mwenye anatabasamu hmm. iliwahi kutokea Simba Sports ile Simba Sport ya um, ilikuwa Simba Sports ya kina Chama, kina Mixon nafikiri eh, kama sijakosea. Kulikuwa kuna tukio pale Benjamin Mkapa mm, iliwahi kutokea, Simba ilicheza na nafikiri Bares ama ni nane, kumbukumbu kumbu yangu sikumbuki, lakini kuna tukio lilifanyika uwanjani mpaka kocha pembezoni wa upinzani alicheka. Mm. Yaani kuna tukio la mchezaji wa Simba lilifanya uwanjani, pembezoni, katika touch line pembezoni, eh kwenye eh, karibu na Uh, goli hili la kusini kule. Mm. Kocha wa upinzani alitabasamu mwe mwenyewe. Bila shaka wengine wanaweza katusaidia kukumbuka tu. E, lakini lile tukio lilifanywa na mchezaji wa Simba la kuvutia, sio la laku, la kukera, la kuvutia mpaka kocha mwenyewe unacheki, unasema eh, kweli hii hao watu wametuzima. Wakati mwingine unabaki tu kukubali eh, kama, ni, kama ni misimu kama misimu mitatu kama misimu minne vile vile, kama alihusika nini hapo sikumbuki vizuri, lakini kocha kama, si kama si ilikuwa ni timu yenyewe ilikuwa ni ya jeshi ya ya jeshi ya timu ilikuwa ni ya ya jeshi no, NBC Premier League. Bakari, ukiwa unachagiza katika hilo tukio hilo, nafikiri tutalikumbuka, lakini timu ambayo anachezea Aisha Masaka, Mtanzania ambaye yuko kule England, wamezindua jezi mpya na wamemvalisha hapo na picha hiyo Uh, yeah, uh, uh, yes. Kwa upande wa wanawake kule eh, lakini Aisha amepata changamoto kidogo, lakini kwa sasa hivi amepata changamoto. Huyu ndo mwonekano wauzi mpya, lakini kicha kuvutia ni kwamba Um, Tanzania ndiye yes, uh, miongoni mwa wachezaji ambao wametumika kutambulisha hizo jezi, sio i ni jambo maadmin nao wamekuwa wajanja, yeah. Hey, wanaangalia impression ipo kwa nani anaona, yeah. Hey, watu wanafuatilia zaidi, tukimposti tukimpostikibiashara, yeah. uh, yeah. Maana yeah. yeah. Wao wanatazama zaidi mitandaoni mm. um, hey, kidogo nafahamu eh, lakini hii eh, tunasema win-win situation. Kama wao Uh, kwa ajili ya kusaka hizo engagement, mm, katika mitandao ya kijamii, lakini na sisi Tanzania, mm, tunajitangaza kabisa, kabisa. Kabisa. Sababu pembeni kuna bendera, sisi yes, yeah. yes, nchi yetu uh, mwenyewe mchezaji hivyo ni win-win situation, waendelee. Sisi tuta comment, yeah. nah. nah. no. tuta yeah. like yeah. yeah. yeah. yeah. na vingine kwenye pale uh, yes, vizuri kabisa, hongera mm. <laughs> kwake uh, Aisha Masaka, lakini pia tunaiunga mkono tena, ila wakimwacha na naama kama vile Samatta alivyo sisi o katika mitandao ya kijamii asisi tupo vizuri alivyosema <tikamu> kwamba Simba walivyosema tunacheza basi watu elfu moja na ndani ya dakika tatu mm. uh, comments zilikuwa zaidi ya elfu moja zilikuwa takriban elfu moja mia mbili na ah, dakika dana. tisa comment zaidi ya elfu nne miongoni mwao yeah. likuwepo yeah. Hapana, <laughs> siku siku kuna. <laughs> Ile ulifurahi ah, kuona ile post. Nilifurahi sana. Nilipost pia. Na wewe ulipost eh? Eh, eh? Mm. Eh? Eh? Eh, ona eh. Maana wewe? Mimi mimi kwa sababu nilikuwa katika kipindi hapa bana. Ah yeye, ukatetea zile habari. Basi mimi nikapiga makofi mm. Nikasema wa Tanzania tuko makini. Mm, yani eh, tuko makini sana. Tuko active. Mm. Eh, tuko tuko active sana. Bwana Yeah. Yeah. Yeah. Yes. Mm. Ndio hizo you... ambazo tumezikusanya katika mitandao ya kijamii ama Zilizobamba bamba ya Viwanjani. Basi mi ni kushukuru sana, mm, kwa hiki ambacho umetuletea tena kwa siku ya leo, uh, lakini ile picha ya mwanzo inaonyesha jinsi ambavyo wanasema, mm, eh, manijitahada wa jada, eh, mwenye kujitahidi eh, yes, yes, wanafanikiwa napata eh, na, na, na. Eh, makombe yote. Na Yanga ndio timu ya kwanza duniani kuonyesha kwa kombe la mechi ya ya ya kirafiki kwa sehemu ya makombe yao ya msimu, kombe la mechi, mechi <laughs> za kirafiki kunakuwaga na kombe kombe <laughs> kombe mechi za kirafiki wa <laughs> makombe yake sio official, lakini wao hawajali. Kombe ni kombe, wameliweka hapo Utabaki wewe mwenyewe, hukumu ni kombe sahihi au sio sahihi, ila wanachojua wameshinda kombe. Nakumbuka tulikuwa tuliwahi kutokea mjadala ya kwamba ngao ya jamii ni kombe ama, ile mambo ya kusema nini treble ile kombe ingie nayo, iliwahi kuzuka mjadala hapa hapa Tanzania pia kwamba e, ngao ya jamii na yenyewe tu tutambulishe yetu tutambulishe e, ye, kama ni taji ambalo mtu anaweza, ukichukua ngao ya jamii ukachukua e, federation yes, e, yes, yes, yes. Inakuwa ni treble hiyo hiyo, official treble huwa ni kombe, tuseme kombe la ligi la ligi, kombe la ligi bingo, e. ya mabingwa ya bara lolote e. na kombe la shirikisho kama CRDB e. e. kwa hiyo ukichukua hayo matatu e. hayo ndio major trophy e. yes, ambayo anahesabiwa kama treble yes, lakini ukichukua ligi ukachukua na hii federation ni shirikisho e. ya CAF e. au fiyo, shirikisho yoyote ya bara lolote mm. haiwezi kawa treble okay, treble ni yale makombe meja matatu e. la ligi e ligi ya mabingwa na shirikisho ya ndani yako, lakini sasa hizo ni, ni, ni, ni notion ambazo watu wametengeneza. Watu wenyewe wana notion zao. treble ni treble. As long as kombe lipo mbele unaingia wewe eh, unalihesabu basi na hiyo sana. Dickson Majalio naye akimwaga madini yake hayo, lakini nikwambie tu zilizo uh, bamba katika mitandao ya kijamii ndio hizo ambazo tumemaliza nazo.